Nakuhitaji sana Sasha wangu, aliniambia kwa sauti ya uchungu. Nilimjibu, unajua ilivyo ngumu, lakini si ndio? He, basi niache kwanza, nipe muda nifikirie, kwa muda ndio nitakujibu sawa. Shemeji alitikisa kichwa kwa kuelewa. Haya, twende nyumbani tu mwai, mtoto atakuwa peke yake tu, tuondoke sasa, aliongeza kwa upole. Kabla tujaondoka, alinichukua uso kwa mikono yake na kuniambia, Sasha wangu, nakupenda sana, tafadhali naomba usinikimbie kila kitu niachie mimi, hata dadako hata kuja kujua chochote, naomba sana usinikimbie, nakuahidi hilo. Nilimjibu sawa, usijali, nipe muda nitakujibu. Sawa, twende sasa, na usije kulia mbele yangu tena. Unanifanya na mimi nilie. Shemeji Alex alinitazama kwa macho yaliyojaa maumivu. Akasema, "Sawa, nimeelewa. Lakini ni moyo wangu ndio unalia. Hata nikijizuia nashindwa." Nilimshika mikono yake na kusema, "Shem, haya sasa. Tuliza moyo wako. Niachie mimi hili kwanza." "Sawa." Alinikumbatia kwa upole na kisha akasema, Twende tumuwahi Valentino. Najua atakuwa amechoka. Tukaondoka pamoja hadi nyumbani. Tulipofika, tuliingia ndani. Nilielekea moja kwa moja chumbani kwa Valentino. Nilimkuta akiwa anaandika kazi zake za shule. Nilimkumbatia kwa nyuma na kumbusu shavuni. Uko poa mwanangu? Niliuliza. Niko poa sana mamdogo. Niko napambana na maisha yangu ya baadaye. Vipi wewe leo, umeshindaje kazini? Maana uliondoka bila kuniaga asubuhi. Nilimjibu, usijali, nilikuwa nawahi kazini. Kulikuwa na kazi nilipaswa kuiwasilisha kwa bosi mapema, lakini nilikuwa sijaimaliza. Ok, sawa mamdogo. Je, ulimaliza haraka? Aliuliza. Niliwahi kuimaliza na tayari nimeshaiwasilisha. Aya, nikuache basi, najua ndio umeingia Nenda ukaoge, halafu uandae chakula, unajua kile ninachokipenda. Ndio mwanangu, nitakiandaa sasa hivi, nilimjibu. Valentina alitulia na kuendelea na kazi zake. Niliondoka hadi chumbani kwangu, nikavua nguo na kuingia bafuni kuoga. Baada ya kuoga, nilivaa nguo za nyumbani na kuelekea jikoni kuandaa chakula cha jioni. Nikiwa jikoni, shemeji Alex alikuja na kuniuliza kwa sauti ya upole, Tunakula nini leo kipenzi? Nilimtazama na kuinamisha uso kisha nikamjibu, nakaanga viazi na naoka kuku kwenye oven. Pia nitafanya juisi ya matunda kwa ajili ya Valentino. Natumai hata wewe utafurahia. Shemeji alitabasamu na kusema, chochote utakachoandaa wewe huwa kitamu kila wakati. Alinipigia kijicho cha kimahaba na kuondoka chumbani kwake. Wakati naendelea kupika, ghafla nilisikia gari linaingia getini. Nilienda kutazama. Lilipaki na kutoka. Dada yangu alikuwa amerudi. Nilimkimbilia na kumkumbatia kwa furaha. Tukachukua mabegi na kuyaingiza ndani. Nikamuita Valentino. Njoo uone nani amekuja leo. Valentino alitoka mbio na alipomwona mama yake, alimkumbatia kwa furaha. Dada pia alikuwa na furaha kuungana nasi tena. Shemeji Alex alitoka kuona kinachoendelea. Alipomwona mke wake amerudi, ya sura yake haikuonyesha furaha, lakini alijifanya na kumkumbatia, kisha akamkaribisha nyumbani. Dada alimuuliza, vipi za hapa nyumbani na za kazini? Nimewamisi sana. Tuko vizuri, kazini pia tunaendelea kupambana alijibu shemeji Alex. Dada alimshika mkono wakaenda chumbani kwao. Mimi nilibaki na Valentino Seleni. Nilimuuliza, vipi, umefurahi mama amerudi? Valentino alitabasamu na kusema, kabisa mamdogo, nilimkumbuka sana mama. Tayari chakula kimekaribia kuiva, njo unisaidie kuandaa meza halafu waitie waje tule. Tulitanda meza pamoja. Kisha Valentino aliwaita baba na mama. Walitoka wameshikana mikono na kuja dining. Dada alimpakulia chakula mumewe, kisha akamhudumia mtoto wake na mimi pia. Wote tulianza kula pamoja, lakini shemeji muda wote alikuwa ananitazama. Nilijitahidi kumpotezea kwa kuwa nilijua dada akigundua itakuwa shida kubwa. Dada alikuwa bizi kumjali mumewe, lakini yeye haikuonyesha furaha Tulipomaliza kula na nilipotaka kuinuka, shemeji alipenyeza mguu na kunibinya chini ya meza. Nilivuta mguu na kuinuka kimya kimya. Niliosha vyombo na kusafisha meza. Dada alikuwa bado anazungumza na Valentino selaeni. Shemeji aliniangalia kwa jicho la ishara, jambo lililozidi kunitia wasiwasi. Nilijiambia moyoni, hmm, namuogopa sana huyu shemeji. Hata nitafutia matatizo. Baadaye nilijiandaa kulala. Nilivaa nguo za kulalia na kuingia kitandani. Nikazima taa na kujifunika. Ghafla usingizi haujakolea sana, nilihisi mtu yupo karibu yangu, alikuwa ananishika. Nilishtuka nikamsukuma. Ilikuwa ni shemeji Alex. Alinitazama kwa hisia nzito na kusema: "Sina amani na dada yako, na kuhitaji wewe. Nimeondoka kimya kimya, amelala." Nilimwambia, tafadhali ondoka, unajua utanisababishia matatizo, naomba sana, ondoka. Lakini aligoma, kidogo tu naondoka, tafadhali. Niliona bora nimpatie alichotaka ili aondoke nisije kuwekwa kwenye matatizo makubwa. Nilimruhusu kwa shingo upande moyo wangu ukiwa na hofu. Aliendelea kwa ustadi na taratibu, huku akinitolea maneno ya mahaba. Sauti tulijitahidi kuizuia, lakini hisia zilitawala. Kimoyomoyo nilitamani aende haraka, kabla dada hatukutana.